Wafugaji wanaoishi katika eneo la Loyangalani kaunti ya Marsabit na ambao wanawaoza watoto wao wa kike mapema na kutowapeleka shuleni wameonywa vikali. Haya yanajiri huku watoto 200 wakirejeshwa shuleni kufuatia kampeni iliyoendeshwa katika eneo hilo. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Boniface Barasa, watoto 168 kati yao ni wale waliokuwa kwenye hatari ya ndoa za mapema <tipa> Katika kijiji cha nawapa huko Loyangalani, kaunti ya Marsabit, maafisa wa serikali wanaendeleza msako na hamasa miongoni mwa wakazi, kauli mbiu ikiwa kuwashawishi wafugaji kuwapeleka watoto wao shuleni. Jamii hii imeathirika sana na hulka ya wazazi kuwatumia watoto kuwachunga mifugo badala ya kuendeleza masomo. Jamii wanatumia watoto kama wafanyakazi wa kuchunga mifugo yao, ni shida lakini tumeng'ang'ana nama, tunasema hapa ni lazima sheria ifuatwe. Kwa hivyo tunawaambia kushikwa mtakamato ikiwa mtu apelekwa watoto shule, performance vile vile. kama leo uko shule, kesho huko shule, mambo mengi yatakupita yale mwalimu atakuwa anafunza shuleni. Hapa ni nyumbani kwa Nawara Lopusi, mmoja wakazi Nawara. anakiri kuwa wazazi wengi wametelekeza jukumu la kuwapeleka watoto wao shuleni na badala yake kuwatumia kuwapeleka mifugo malishoni. Hatujui maana ya shule, ndio tumewaweka watoto wetu kuchungwa mali ni mali, ndio alikuwa zizi tunajua ndio tunategemea, lakini tumeshukuru serikali kabila alikuja kutuchukulia zizi watoto kupeleka shule. Toto tumewashilia sasa aende shule, ndio tujue msuri ya shule. Hatua kadha kutoka nyumbani kwa Nawar, tunampata mzee Paulo Lekapana anayeibua simulizi jinsi ukame umewafanya kukosa kuwapeleka wanawao shuleni. iko ukame, mali yameicha, hatuna lakini kwa sababu tu serikali anausugumia baadhi ya wanafunzi wamefanikiwa kurejeshwa shuleni na kuepukana na hatari ya kuozwa mapema. Fikia leo, uh, watoto ambao tumeweza kuokoa walikuwa watoto mia mbili, na kati yao mia mbili 168 uh, ndio watoto Actually kwa hatari za ndoa za mapema, ukame umetajwa kuchangia pakubwa ndoa za mapema kwa watoto wa kike ambao huozwa ili familia zao zipate mali, yaani mifugo wanatolewa kama mahari. Juhudi hizi zinapoonekana kuzaa matunda, nayo mila ikijitokeza kama changamoto kuu inayosibu mchakato huo, wito wa ushirikiano umetolewa ili kuhakikisha kwamba mchakato huu unafanikishwa kikamilifu. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, eneo la Loyangalani, Gatuzi la Marsabit.